Karibu mtazamaji nikujuze japo tu kwa muhtasari alivyoandika magazeti asubuhi ya, magazeti ya leo. Nikianza na gazeti la Habari Leo, limeongozwa na habari kubwa inayosomeka TBS kufumuliwa, Waziri asema itaundwa upya, vijana 136 wataajiriwa. Ni habari kubwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo. Lakini kuna habari inayosomeka sita wanaswa na silaha kwa mganga wa kienyeji. Ni polisi mkoani Mwanza imewakamata watu sita wakiwa na silaha mbili zilizotengenezwa wakienye..., kwa walizokuwa wakizitumia kwenye matukio ya unyang'anyi na uporaji wa mali zikiwa zimehifadhiwa kwa mganga wa kienyeji. Waliotafuna fedha za TASAF kutumbuliwa ni habari nyingine kubwa iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo. Lakini kuna habari picha ikimwonyesha makamu wa rais Mama Samia Suluhu Hassan akitazama kitabu kinachoelezea uhusiano na urafiki baina ya Tanzania na Uswisi baada ya kukizindua mbele ya balozi wa Uswisi nchini Florence Tingweli, ambapo kilizinduliwa ikulu jijini Dar es Salaam, ni habari kubwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo. Gazeti la Uhuru limeongozwa na habari inayosomeka hatuangalii sura kwenye uteuzi, ya sema serikali. Vigogo 207 waomba ukurugenzi mkuu wa shirika la posta. Wanafunzi 45,000 wadahiliwa TCU, TCU makada 100 wavuliwa wanachama wa CCM ni habari nyingine kubwa iliyoandikwa kwenye gazeti la Uhuru. Gazeti la majira limeongozwa na habari inayosomeka vita ya kukabili njaa yatangazwa, mikoa halmashauri zatakiwa kuimarisha mifumo ya kuhifadhi chakula, mamlaka za maafa zinatakiwa kujiandaa kukabili dharura itakayojitokeza. Majambazi hatari wa uawa, bunduki saba zakamatwa. Kesi ya mchina wa meno ya tembo kusikilizwa hii leo, kamati ya bunge watangaza msimamo mgumu. Ni habari kubwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la majira lakini tukigeukia kurasa za michezo na burudani, nikianza na gazeti la habari leo, Simba hata Mbao wanakulaga, ni habari kubwa ya kimichezo kwenye gazeti hili. Lakini ligi ya wanawake sasa Novemba Mosi, habari kubwa za kimichezo kwenye gazeti la habari leo. Gazeti la uhuru michezo, mnyama atafuna Mbao, Uganda, kundi la kifo Afrika, habari nyingine iliyopewa uzito ya kimichezo kwenye ukurasa wa michezo wa gazeti la uhuru. Gazeti la majira michezo, Simba yasema hatufanyagi ujinga msimu huu, Mbao FC wamebana wakaachia dakika za buriani na habari nyingine, nasomeka TFF yazitaka Simba Yanga kumaliza sakata la kesi. Ni habari za kimichezo kwenye ukurasa wa Majira. Gazeti la Bingwa mahususi kuandika habari za michezo na burudani, ukurasa wa mbele umeandika wamebana, wameachia mbao, yamkamia ya Kichuya yapigwa msumari mmoja, na Muzamiru nyama hazuiliki, ajikita kileleni, eti Yanga iporwe point, mnacheza nyie, akilimali akubali mabadiliko Yanga. Ni ukurasa wa mbele wa gazeti la Bingwa, lakini ukurasa wa nyuma gazeti hili ameanza na hattrick Venga azungumza jinsi Ozil alivyoianza kazi mpya, Ture akili kufanya makosa ya kitoto. Ni habari kubwa za kimichezo ukurasa wa nyuma wa gazeti la Bingwa. Gazeti la Champion ukurasa wake wa mbele umeongozwa na habari inayosomeka Simba kama kawa, kama dawa, huyu mnyama sasa tu mach anatafuna hadi mbao. Ni gazeti la Champion ukurasa wa mbele, kichuya afungukia ushabiki wa baba yake Yanga Sports Club, lakini Kagera jiangalieni. Pluji, mwana hasira bala, ni ukurasa wa mbele wa gazeti la Champion. Lakini ukurasa wa nyuma wa gazeti hili, Messi anafanya anavyotaka, Ozil anafunga anapotaka, Van Pasi asema Ferguson angekuwepo ningebaki Man U, ni habari kubwa za kimichezo kwenye gazeti la Champion, ni ukurasa wake wa mbele na ukurasa wa nyuma. Kwa muhtasari, ndivyo walivyoandika magazeti ya asubuhi ya leo.